Serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini. Na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya kuwa, ya kuza uchumi na kupeleka kwenye uchumi wakati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje. Kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji, hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Hatua hii inakwenda kusaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini. Hasa ukizingatia kwamba uwekezaji mmoja unaweza kuchukua zaidi ya waajiriwa mia moja au zaidi na wengine mpaka elfu moja. Hii itakwenda kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na kuongeza kipato cha familia moja moja. E, hii kamati ambayo tunaenda kuizindua leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ionekane tu wazi kwamba ni sehemu ya jitihada za Serikali za kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na ni sehemu za jitihada za mheshimiwa rais kufanya hivyo kama ambavyo tunafahamu. E, kwamba mheshimiwa rais mwaka jana aliunda tume ya kirais ya kushughulikia masuala ya mfumo wa kodi Tanzania. Kwa hivyo kamati hii na kamati ya mheshimiwa rais zikungana pamoja, zile ripoti, tunaamini kwamba tutatoa e, mwelekeo mzuri zaidi wa kuboresha mazingira ya biashara hapa nchini e, kuelekea mbele jambo la pili linaonyesha kwamba kazi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ni kazi endelevu. So it is an ongoing concern. Jambo ambalo linaendelea na jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, rasimu ya dira ya taifa maendeleo, kama ambavyo ilizinduliwa pale Zanzibar na kama ambavyo juzi umetukabidhi rasmi yake, imeweka mkazo mkubwa sana kwenye kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kama msingi wa kufikia malengo na shabaha zilizowekwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu, rasimu ya Dira imeweka shabaha kubwa sana za, kufiki, za uchumi katika nchi hii kuelekea miaka 25 ijayo. Ili kufikia hapo, hakuna namna nje ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Lazima uchumi ukuwe sana, ili uchumi ukuwe sana, lazima biashara zikuwe, ziongezeke, na ili biashara ziongezeke na kukua, lazima uwekezaji ufanyike nchini. Yote hiyo itategemeana na mazingira ya biashara ambayo tutayaweka. Kwa hivyo kwenda kwe huko mbele, tunatarajia kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye mazingira